Inaitwa Tupolev ama Tu-160M, pia hujulikana kama White Swan, iliyopewa jina la Blackjack na Jumuiya ya Kujilinda ya NATO. Hii ni ndege ya kivita ya kasi ya juu yenye mabawa yanayoweza kubadilishwa, iliyotengenezwa na Russia na sasa inatumiwa na Jeshi la Anga la Russia. Ndege hii ni kilele cha hali ya juu cha teknolojia ya ndege za kivita za enzi za Kisovyeti na bado ni sehemu muhimu ya kikosi cha ndege za kimkakati za Russia. Makala hii inayoletwa kwako nami Mgongo Kaitira inachunguza historia, muundo, uwezo na hali ya sasa ya ndege hii tishio inayowanyima usingizi Marekani na mataifa ya Ulaya aina ya Tu-160M. Tunaanza na Tu 160 ndege ya Russia inayofanana na ndege ya kivita ya Marekani aina ya B1 Lancer. Historia ya ndege hii ni tishio ya Russia inayoturudisha nyuma ambapo maendeleo ya Tu-160 yalianza miaka 1970 kama jibu la kisasi dhidi ya ndege ya kivita ya Marekani aina ya B-1 Lancer. Umoja wa Kisovieti ulitaka ndege ambayo ingeweza kupenya ndani kabisa ya eneo la adui kwa kasi ya urefu mkubwa, ikibeba silaha za kawaida na za nyuklia mashindano ya kubuni ndege hii yalizinduliwa mwaka 1972, na shirika la kubuni ndege la kijeshi la Tupolev ambalo ndiyo lilishinda kandarasi hiyo. Tu-160 ilifanya safari yake ya kwanza Desemba 18, 1981 na kuanza kutumika rasmi Aprili 1987. Ilikuwa ndege ya mwisho ya kimkakati kubuniwa kwa Jeshi la Anga la Kisovieti kabla ya kuvunjika kwa muungano huo ambapo uzalishaji uliendelea hadi 1992 na na jumla ya ndege 36 zilitengenezwa. Baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti, ndege hizo ziligawanywa katika mataifa ya Russia na Ukraine, ambapo baadaye Russia ilichukua idadi kubwa ya ndege hizo zilizokuwa nchini Ukraine. Tu-160M ndiyo ndege kubwa na nzito zaidi ya kivita duniani na pia ndiyo ndege yenye kasi zaidi inayotumika kwa sasa katika medani za kivita ndege hii ina mabawa yanayoweza kubadilishwa kulingana na hali ya hewa na kasi kwa ajili ya utendaji bora ukiwemo wa kutengeneza mbwembwe ikiwa angani ndege hii inabeba wafanyakazi wa nne yaani rubani msaidizi wa rubani mnajimu wa safari na ofisa wa vita vya kielektroniki. Sifa nyingine ni kwamba ina urefu wa futi 177 na nchi sita, upana wa mabawa wa mabawa futi 182 na nchi 9 yakiwa yamepanuliwa kikamilifu huku ikiwa na futi 116 na nchi kumi yakiwa yamevunjwa. Pia ina urefu wa futi 42 na nchi 12 na uzani wa juu wa kuruka ni paundi takribani laki sita na elfu sita na mia mbili sabini na moja. Inatumia injini za Kuznetov. Ndege hii inatumia injini nne za Kuznetov. NK32 zenye uwezo wa afterburner na inaweza kufikia kasi ya juu ya machi 2.05, yani kilomita 12 pa hawa 2220. Ndege hii ya Russia ina uwezo wa kusafiri umbali wa kilometa 12,300 sawa na maili 7640 na, na inaweza kupaa hadi urefu wa mita 16,000 sawa na futi 52,493. Maajabu mengine ya ndege hii ni kwamba ina uwezo wa kubeba hadi paundi 88,185 za silaha, ikiwa ni pamoja na mabomu ya nyuklia ya kawaida na makombora ya masafa marefu. TU-160 ilibadilishwa jina na kuitwa TU-160M. Mpango wa kisasa ulianza mapema mwaka 2000, ukilenga kuboresha vifaa vya avionic, mfumo wa ushambuliaji wa adui na kuiongezea uwezo wa kufanya mashambulizi kielektroniki. Tu-160M ya kwanza iliyoboreshwa ilikabidhiwa Desemba 2014 na maboresho haya yamehusisha pia injini mpya ya NK32-02 zenye matumizi bora ya mafuta na ufaminisi wa hali ya juu zaidi inapokuwa kwenye medani za kivita. Mfumo wa kiavioniki umeimarishwa sana kwa kutumia rada za kisasa. Ushambuliaji wake ni wa hali ya juu na mawasiliano yake ni ya kisasa. Vita vya kielektroniki vimeboreshwa ili kuongeza uwezo wa kuishi katika mazingira ya vita vya kisasa. Pia mifumo ya silaha iliyoboreshwa ni kuruhusu matumizi ya silaha za kisasa na makombora ya kuongozwa kwa usahihi. Mnamo Januari elfu mbili na ishirini na mbili TU-160M mpya kabisa ilifanya safari ya kwanza ya majaribio ikimaanisha kurejea kwa uzalishaji wa ndege hizi kwa wingi na ambapo Russia inapanga kujenga ndege mpya takriban 50 za aina hii na kuboresha ndege 16 zilizopo kwa sasa. Sasa ukiachilia okay, utengenezaji huo swali ambalo mtazamaji wa Mwananchi Digital unaweza kuwa unajiuliza ni je, TU-160M ni tishio kwa Marekani? Kwa kifupi jibu la swali hilo ni ndiyo. Uwezo wa TU-160 haupaswi kupuuzwa hata kidogo. Ubunifu wake wa mabawa yanayobadilika na unaruhusu utendaji bora katika kasi na viwango vya tofauti vya urefu. Hii inaipa ndege hii uwezo wa kufanya safari ndefu kwa kasi kubwa, sifa muhimu kwa misheni za kimkakati. Injini zake nne za Kuznetsov nk 32 zenye afterburner zinazotoa msukumo wa kufikia Mach 2.05 inaiwezesha kukimbia ndege nyingi za kisasa za kivita na makombora ya ardhini ya mataifa mengine ya Ulaya. Umbali wake wa kusafiri wa kilometa takriban elfu kumi na mbili na mia tatu unaipatia uwezo wa kufanya operesheni za bara moja hadi bara lingine bila kujaza mafuta angani. Uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi wa hadi kilo elfu arobaini yani paundi elfu themanini na nane na 185 unaifanya ndege hii iwe na nguvu ya kipekee. Ndege hii inaweza kubeba silaha nyingi ikiwa ni pamoja na mabomu ya nyuklia, mabomu ya kawaida na makombora ya masafa marefu. Uwezo huu unaiwezesha ndege hii kufanya misheni mbalimbali kutokana na kuzuia mashambulizi ya nyuklia hadi mashambulizi yale kwa usahihi. Mpango wa uboreshaji wake umeongeza sana uwezo wa mapigano na vita vya kielektroniki wa ndege hii aina ya Tu-160M. Rada mpya hutoa uwezo bora wa kugundua na kufuatilia malengo huko, mifumo ya ushambuliaji ikiimarishia upangaji wa mashambulizi kwa usahihi dhidi ya adui. Mfumo wa vita wa kielektroniki ulioboreshwa unaiwezesha Tu-160M kuhimili mazingira hatari kwa kuboresha kinga dhidi ya rada na makombora yanayorushwa na adui. Uungwaji na uunganishwaji wake wa silaha za kisasa kuongozwa kwa usahihi na makombora ya masafa marefu umeongeza uwezo wa kushambulia kwa mafanikio makubwa dhidi ya adui katika hatua nyingine. Mfano mzuri ni kombora la KH 101 linarurushwa kutoka angani lenye uwezo wa kufika hadi kilometa 4500 sawa na maili 2800, na linaweza kubeba kichwa cha kawaida ama cha nyuklia, silaha hatari katika gala la Tu 160 M. Tu-160 haijatumika sana vitani hasa kutokana na nafasi yake ya mikakati, ya mikakati. Ilitumiwa kwa mara ya kwanza vitani Novemba 2015, katika vita vya Syria ambapo ilirusha makombora ya KH-101. Ndege hii pia imetumiwa katika maeneo ya nje ya Russia kama Venezuela na Afrika Kusini, ikionyesha uwezo wake wa masafa marefu. Aidha, imeshiriki katika mashambulizi ya makombora nchini Ukraine, hasa dhidi ya miundombinu ya umeme, ingawa haijatumika kwa wingi. Kama TU-95, kufikia mwaka 2025, ndege mpya TU-160M bado ni sehemu muhimu ya jeshi la mabomu la Russia, ingawa ni za zamani na imekumbwa na changamoto kadhaa za kiufundi. Kasi yake, uwezo wa kubeba mizigo na umbali wa kusafiri vinaifanya kuwa silaha ya kutisha kwa taifa la Marekani. Hata hivyo, ulimwengu unavyoelekeza zaidi na huko na kuelekea kwenye mabomu ya siri, yani stealth bombers TU-160M kama ilivyo B-1 Lancer Ipo njiani kuwa ya kale. Uamuzi wa Russia kuanza tena uzalishaji wa Tu-160M unaonyesha uhitaji wake wa jukwaa la mashambulizi ya mbali kutokana na ucheleweshaji wa maendeleo ya PAKDA yani, bomu la siri la Russia. Mpango wa kisasa unaongeza maisha ya huduma ya Tu-160M na kuboresha uwezo wake wa kukabiliana na vitisho vya asasa, uh, dhidi ya vikosi vya mashambulizi kutoka Ukraine na misaada itakayopokea ama ndege za kijeshi itakazopokea kutoka mataifa ya Ulaya na Marekani endapo itabadilisha uamuzi wake wa kuendelea kuhifadhili Ukraine. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, utakusogezea kila updates iliyojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.